Nam mtazamaji wa Trend TV bwana, it's official kwamba Harmonize cond boy na Kajala wameamua kweli warudiane, na hili tukio limehapen pale katika sherehe ya Amara, mjukuu wa Kajala. E, bwana hilo jambo limetokea pale rasmi na tumewaona wawili hawa wakiwa wana have some fun, wana enjoy na hata ukimwangalia Kajala yuko na furaha na amesogea karibu kabisa na Harmonize wakawa wanacheza pamoja. So ni kitu ambacho kiukweli kinaonyesha kabisa kwamba hawa bwana walisharudiana muda kidogo, kama inawezekana ikawa hata wiki imepita, lakini waliamua wali waweke mahusiano yao public siku hii ya birthday ya mjukuu wa Kajala ambaye anafahamika kwa jina la Amara. so wakati sherehe hizi zinaendelea ndipo hapo Harmonize akapewa maiki kwa ajili ya kuimba wimbo Wanaogopa, ambao ni mmoja kati ya hit song ambazo ameshawai kuzifanya, na baba wa birthday girl, yani baba wa Amara ambaye ni Mario. Aa, kwa hiyo wakati anaimba Naogopa ndipo hapo Kajala akajitokeza na kumsogelea Harmonize na kuanza kucheza naye, na hapo ndipo video zimeenda viral sasa hivi huko mtandaoni na kuonekana wazi kwamba hawa wawili bwana wako katika mahusiano, it's official, wameamua warudiane. Kwa hivyo basi, moja kwa moja mpaka hapa ninavyozungumza ni kwamba Kajala na Harmonize ni wapenzi kwa mara nyingine. Hii ni round 3 wazungu wanasema, yani hii ni mara ya tatu wawili hawa wanarudiana. So peji mbalimbali zimeripoti kuhusiana na suala hilo. Kwa mfano, hapo kuna peji wameandika hapa kwamba mbele ya umati, Harmonize amethibitisha kwa nyimbo nyingi ambazo ameziandika kwa hisia, basi ni kuhusiana na Kajala, huwa anakuwa ametawala kichwani mwake. Love is beautiful, neno moja kwao. Peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Amara amewakutanisha tena. Me, hawa wawili umeona eh? Aya, peji nyingine hii hapa wamekuja wameandika kwamba bwana Harmonize na Kajala wamerudiana rasmi. Jamani, mambo ni moto, mambo hadharani. Harmonize na Kajala mahaba nje nje, haya ni mapenzi yao kwa mara nyingine tena. Umeona bwana eh, kwa kama ninavyokuambia ni kwamba hii ni moja kati ya vitu ambavyo vimetrend kweli kweli, na kama unavyofahamu kwamba mahusiano ya Harmonize na Kajala bwana, huaga yanasumbua sana mitandao. Basi tunakuja tena kwenye raundi nyingine ya usumbufu wa mitandao, ni kwa sababu wawili bwana wakiwaga katika mahusiano huwaga hakuna eh, hakunaga stori nyingine ambayo ina trend Instagram zaidi ya mapenzi yao. So eh, bwana nadhani sasa hivi sasa Instagram itachangamka kwelikweli, mara tu baada ya mapenzi haya kurudi tena kwa mara nyingine. So watu mbalimbali wamefurahi, wakina bi Kubanga, hawa ni mashabiki wa Hamonaiz, lakini pia vilevile vile, eh, bila kusahau DJ7 DJ na pia amepost hii okay, video kuonyesha bwana ataanza kuwa smart tena na kutoa ngoma kali za mapenzi. Kuna mtu ameandika hivyo akiwa anamaanisha kwamba Harmonize huaga akiwaga na Kajala hata mwonekano wake huwaga unabadilika anakuwa smart kama the way alivyokuaga hapo awali. Kila anapokuaga na Kajala, Bwana Harmonize anakuaga ni mtanashati kweli kweli. Ni makopa makopa, imekwisha wewe. Kazi ime, imeanza kazi. Nimefurahi sana aisee sana. Kuna mtu anasema bwana, wametufurahisha walai. Kuna mtu anasema bwana, hapa story itakaozungumziwa ni mapenzi yao, hatuna tena mpango na birthday ya Amara. Mambo hayo. Ukiwa kama mdau wewe, pia una maoni gani? Weka maoni yako katika comment section, tukisoma na ku-reply kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.